Atakutnuza nani? Atakuuguza nani, maana kwako fadhila za punda ni mashuzi! Weka dondoo hili kwenye muktadha wake. Ba, fafanua vipengele vya kimtindo katika dondoo hili. Cha, eleza umuhimu wa mzungumzaji wa maneno haya katika kuendeleza hadithi. Majibu ni yafuatavyo: muktadha, mnenaji ni mamake Luka, mnenewa ni Luka. Mahali ni hospitalini, ah, alikolazwa Luka. Kichochezi au kiini cha kauli hii ni kwamba Luka alikuwa ameumia na kulazwa hospitalini kwa siku nne, na ikawa yule hawara wake alikuwa amekuja hospitali kumwona siku ya kwanza. Ya pili, alipoambiwa na daktari huenda Luka asiwahi kutembea tena aligeuka na kuondoka bila kuonekana tena. Na ukiangalia kwa upande mwingine, mtu ambaye angeweza kumlinda Luka ilikuwa ni Lilia, lakini alikuwa akimnyanyasa. Hivyo kuna ule mgogoro unaotokea pale, nani angemlinda Luka katika hali ile? Um, vipengele vya kimtindo katika dondoo hili kuna methali, kwa mfano fadhila za punda ni mashuzi. Kuna nidaa pale. Kabla niendelee, methali hii inamaanisha kwamba kuna watu ukiwafanyia mazuri bado huenda hawatasema shukran, mm. Wanapuuza yale waliofanyiwa, mm. Wanasema methali ambayo inafanana nayo ni asante ya punda ni mateke. Haya. Uh, pia kuna takriri. Neno lipi limerudiwa pale? Ni nani. Atakutunza nani? Atakuuguza nani? Na limerudiliwa ili kuleta msisitizo kwamba hapakuwa na mtu ambaye angeweza kumlinda uh, Luka na pia kutufikirisha sisi kama uh, wasomaji nani angeweza kumuuguza Luka. Pia tunapata nidaa. Nidaa ni matumizi ya alama hisi ili kuonyesha hisia. Kwa mfano, atakuuguza nani, maana kwako fadhila za punda ni mashuzi! imetumika hmm. kuonyesha ah, hisia ya mama kwamba alikuwa amechoshwa ah, hmm. na yale mwanawe alikuwa amefanya haya. hmm. pia kuna swali balagha atakutunza nani. Uh, hakuna mtu ambaye angeweza kumlinda uh, Luka kwa sababu ikiwa ni bibi yake alikuwa tayari anamnyanyasa, ikiwa ni ile hawara alikuwa ameshatoroka, ikiwa ni uh, watu ambao walikuwa wamempa kura hakuweza kuwafanyia kazi, hivyo hakuwa na uhusiano mwema. Cha, eleza muhimu wa mzungumzaji wa maneno haya katika kuendeleza hadithi. Kumbuka kwamba wahusika huwa na umuhimu kadha wa kadha. Kwa mfano, kuendeleza ploti uh, za kutumika kuakisi eh, watu walio katika jamii, huweza kutumia kuendeleza maudhui, huweza kutumia kusawiri wahusika wengine na kadhalika. Lakini swali hili limekufunga kumbe, uweza kueleza umuhimu wa mzungumzaji wa maneno haya katika kuendeleza hadithi, hivyo unafaa kuonyesha amehusika vipi katika ku jenga hadithi hii, ile isonge mbele. Mwanzo ni pale ambapo mama anaamua kutua mjini licha ya dhiki zilizowaandama kama vile vibarua kutotosha kibanda walichokodi pamoja na chakula mm. pia tunamuona mama kushukuru uh, mhubiri ambaye ni Pastor Lee Imani kwa kumpa kazi ya kunadhifisha uh, mazingira ya kanisa. Pia tunaona mama ametumika kuendeleza Ploti ya hadithi Fadhila za Punda anapomuuliza Lilia ikiwa Luka ndiye aliyemuumiza. Kumbuka alikuwa amepigiwa simu na Lilia akimwambia, mama nafa. Alafu Lilia anapogutuka ndipo anampata yuu uh, kwenye mikono ya mama mkwe ambaye ni mama Luka, na ndipo mama anamuuliza swali so, hilo pia tunaona mama anamzomea Luka na kumwambia atume ambulensi. Na ukweli tunaona kwamba ambulensi inatumwa ndio inamchukua uh, Lilia hospitalini. Haya, pia tunamuona mama akijishughulisha uh, na kumvisha mkaza mwana ambaye ni Lilia mavazi ya kumkinga dhidi ya baridi, mm, hivyo kukuza maudhui ya ukarimu. Hao oh, watu ambao wana wana mlahaka mwema huh? Haya, pia anapomsaili Luka kwamba ningefanya vipi, nani angemuuguza. Pia ametumiwa kuendeleza ploti ya hadithi hii anapo mwarifu Lilia kuwa alikuwa ameruhusiwa kwenda <laughs> nyumbani naam, na pia ambapo mama alikuwa akija kila siku kumuuguza mkaza mwana, uh-huh. kuenda hospitalini kila siku kumuuguza Lilia. Naam, hadi wakati mwingine amekuwa na dhawako bikerubo zidi kusubscribe, kushare, kulike na hata kucomment ili tuweze kujifunza zaidi. Kwaherini.